Roho Mtakatifu baada, yaani unabatizwa katika maji, baada ya kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Haleluya! Kwa sababu unapopelekwa mtoni, unajua mimi nilikuwa mzinzi, mimi nilikuwa mwongo, mimi nilikuwa sifai, na sasa nikitoka pale, sitawahi tena dhambi tena, nimekuwa transformed nimekuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Na sasa nimekubali kuingia ndani ya maji nikazaliwe nikakuwa kiumbe kipya. Hakuna kutenda dhambi tena, ukisha wekwa ndani ya maji basi, that's all. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni tuone katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tisa. Let us see what transformation can do ukiwa umezaliwa mara ya pili uwezi kukaa ukinama hapo chini, kama ukidia, unakuwa upright. Na sikiliza injili, Bwana Yesu asibiwe, yes. Pigia Yesu magofi mazuri kabisa, aleluja, Amen. Matendo ya Mitume sura ya tisa, kuanzia mstari wa kwanza. Yes. Lakini Sauli akazidi akizidi kutisha kuwa na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana.